Kampuni Kampuni Kampuni sio sio magari. Company is is not not money. Kampuni ni makaratasi. Company are papers. Unakuwa na maono maono maono yako? yako? yako? Unakuwa na na You You have have your vision. vision Unatengeneza kampuni yako. You are according to the vision that you have. Unaanza kujua hata kabla hujakuwa na vitu vingi, unaanza kujua TRA nini na nini. What, what do they need every, after every home? If you don't have business, you file your things for your mind to work. Kwamba tukiwa na biashara Usuju kazi ingita kwenye madeni ya tiarare mengi to. Kwa sababu hujui kinachofanyika. Because you don't know what is happening. Sasa hivi na kampuni flani, Mtu anafikiria mwanangu ni lintu flani hivi. Oh my goodness! Hapana. <laughs> you know Kampuni is just um documents, documents kama hizi ndo kampuni unakuwa inasema so, kama lazima uwe na ofisi kama ile, uwe na magari kama yale ndo tu loketi ni kampuni. Hapa mjini kuna watu wana documents and and they they win tenders and they make money hawana hawana physical address. Yani hawana location yao ambayo utasema yao, sasa hii ndio kampuni jengo.